Kiswahili unasema kiona nyani mzee basi, amekwepa mishale mingi. kulikuwa na changamoto katika umri wa shababi. mm. hapo ka kidogo nikaisau dini kaanza kidogo kama nataka kupotea fulani hivi. mm. Sinakumbuka, nakumbuka ilikuwa siku ya Jumapili, mama hapa, baba hapa, wakaniweka chini, wakaniongeleza. nilimwona mamangu akibubujikwa na machozi.

Hii ni Nchakali Podcast tukiwa tunaendelea na msimu maalum wa mwezi mtukufu Ramadhani, msimu ambao tunazungumza kuhusiana na mabadiliko, tunaziangazia simulizi na hadithi za hatua za mabadiliko za watu mbalimbali ambao tunawakaribisha katika meza yetu ya Nchakali Podcast. Leo, ikiwa ni siku nyingine, tunaye mgeni pia ambaye naye tutaangazia simulizi za hatua zake za mabadiliko kutoka katika hatua moja mpaka kufikia hatua ambayo yuko nayo. Kwa maana hatua za mabadiliko tunazoziangazia zaidi ni mabadiliko ya mtu kuweza kujitambua e, kutoka katika hali yoyote ambayo mtu alikuwa nao mpaka kufikia hati, hali ya kuwa ni mcha Mungu anayejielewa, kwa maana anaelewa lengo lake la kuumbwa, lengo la kuletwa hapa duniani, lengo kuu likiwa ni kumwabudu Allah ambaye ametuumba, lakini kuweza kuyatekeleza yote aliyoamrisha na kuyaacha yale ambayo ameyakataza. Nikumbushe tu kwa unaweza kufuatilia mfululizo wa podcast zetu ambazo tumekwisha kuzifanya uh, kupitia katika platform zote za podcast ikiwemo Google Podcast, Spotify, kote huko tutapata kama AD Plus Swahili. Lakini unaweza kufuatilia podcast hizo kwa kutazama kupitia katika channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina la AD Plus Swahili. Hakikisha una subscribe channel hiyo lakini pia una click pale kwenye alama ya kengele ili uweze kuwa wa kwanza kupata taarifa kila tutakapoweka podcast mpya. Unaweza kutufuatilia pia katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kupitia katika kituo chako pendwa cha Afrika TV 2 kila siku, muda na wakati kama huu wa leo. Karibu sana tunaye mgeni tutakwenda kumfahamu ni nani, alafu tutasikiliza simulizi zake za hatua za mabadiliko alizozipitia. Karibu sana. Mimi naitwa Rajab Msami, karibu sana ustadh, karibu kwenye Chakali Podcast. Nikupe fursa uweze kuwasalimu wanaotufuatilia, lakini pia ujitambulishe kwa majina yako, unaitwa na... Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh, Paru Paru al maarufu Babu Paru, karibu sana kwenye Chakali Podcast, karibu sana uh, nimetangulia kueleza kwa nazungumza kuhusiana na mabadiliko ustadh Yasin, mpaka tumekaa hapa tunazungumza yakini yakini, mpaka tumekaa hapa tunazungumza, uh, na kwa umri wako tukizingatia, bila shaka, maana msemo wa Kiswahili unasema a mzee basi amekwepa mishale mingi eh, kwepa mishale mingi, na mpaka tumekaa hapa bila shaka, kuna hatua ambazo umepitia wewe mpaka uh, kufikia leo eh, kufikia ulivyo yakini, ambaye, tuko naye Babu Paru, ambaye tuko naye, kuna hatua ambazo umezipitia mpaka kufikia hatua ambayo Allah ameweza kukadiria ukawa ni mja ambaye angalau unaweza kutekeleza ibada zake kwa kadri alivyokujalia na umeweza kuyaacha yale ambayo ameyakataza ama kibinadamu ukikengeuka, basi unakuwa na uelewa kwamba hapa nimechupa mipaka ya Allah na ninatakiwa nitubie, nirejee kwake Mola wangu mlezi. Tuiangazie safari yako, e, kipi hasa kilikufanya ukaweza kufikia hatua ambayo uko nayo, kwa maana unaweza kutekeleza ibada zako, umeweza kuwa ni Muislamu unayejitambua? Nashukuru ndugu mtangazaji, mimi ni mtoto niliyozaliwa watan, watano mm. katika familia ya watoto sita. Baba yetu alituzaa watoto wa kike watatu mm. watoto wa kiume watatu, mimi ni watatu katika familia mm. Allah ametujalia, mzee ametupeleka madrasa mashaallah, tumesoma madrasa tukufika hatua kubwa sana, lakini hatua mm. ile ya kujitambua mm. nimefikia Sema okay. kwa vijana asema kufuta ujinga nikafuta mm -hmm. ujinga kwenye madrasa nikasoma shule ya msingi, maana mimi nimezaliwa Dar es Salaam Mm. -hmm. eneo hospitali ya Ocean Road mm -hmm. lakini mzee alipoamua kustaafu ustaafu na kurudi kijijini, akarudi kijijini kwetu, akutaka kuniacha mimi mkarudi wote. Akanichukua mm -hmm. ni, ni mdogo nilikuwa, akasema hapana. Hmm. siwezi kumwacha mwanangu akiishi Dar es Salaam hmm, na kaka zake hmm, akanichukua akanipeleka Masanganya, nikapata elimu ya shule ya msingi Masanganya mpaka hmm. themanini na nne nikamaliza shule. Masanganya ni wapi? Wilaya ya Kisarawe. Nikaendelea na elimu ya dini kwa muda mfupi. Nikaanza harakati za maisha. Dar es Salaam hapa, sababu mzee alikuwa alikuwa na makazi yake ya kudumu hapa Dar es Salaam mm. Nikarudi, nikaendelea sasa, pale kidogo ndio kulikuwa na changamoto mm. katika umri wa shababi hapo mm. ujana. Ehe, ujana hapo kwenye maji ya moto kutana, e, na changamoto ka kidogo, nikaisau dini mm. nikaanza kidogo kama nataka kupotea fulani mm. kaingia katika ma, mahasi madogo madogo, sio makubwa mm. Okay. Madogo madogo hivi ya starehe za ajabu ajabu hizi mm. Mala leo nipo huku, kesho nipo huku. Mzee akaniweka chini akanishauri mm. Wewe kijana, ni mtoto wangu wa kiume nayekupenda mm. Nilikutegemea, nimekupeleka madrasa mpata elimu yako mwanangu mm. shule ya msingi. Sasa leo kumbe unakwenda sivyo ndivyo eh, shida ni nini mwanangu mm. Nakumbuka ilikuwa siku ya Jumapili. Mm. mama hapa, baba hapa, wakaniweka chini, wakaniongeleza. nilimwona mamangu akibubujikwa na machozi. Mm. na machozi yale kabisa, naona kama mama kuna kitu kinamuuma. Mm. Nikamwambia sawa, wazazi wangu, nimewasikia, lakini nitakwambieni. hmm. tuambie nini shida mpaka umefikia hapo. hmm. ulipofikia ni kitu gani usichokijua wewe? Mm familia yetu kwa tunakuamini, ni mtoto unaojua madhara, unaojitambua. mm. Leo umekuwa hivi, lakini kaambia mama baba, kaka, u ni ujana. Akanaambia mm. hapana, hakuna ujana wa ujinga, hakuna ujana wa Ujim. ujinga kama, sawa, nimewaisikia nimewaelewa kwenye ujana wangu ule, ni kuna binti nilimpenda sana mm. wala hilo haina kificho, mwenzangu ametangulia mbele yake, Mungu amrehemu. Ehe, basi kwenye pita pita ah, nikamwambia mzee, kamba bana, sema kweli mzee, mimi ukinifanyia jambo hili tu, mimi nitatulia, ya kichwa changu kitatulia, na yule binti naye anataka mimi nitulie, kwa hiyo unaonaje? mm. mzee akanambia, hilo kwangu mwanangu, hakuna shida ni wewe tu mwenyewe ukijipanga, ukishajiona upo vizuri basi, hmm. tupo kwenye harakati, mzee akaingia kwenye maradhi kabla hamjaliendea hmm. jambo hapo sasa, hamjaliendea jambo, mzee akaingia kwenye maradhi mwaka tisini na sita hmm. mzee aka Allah akamchukua hmm. Allah amrahamu, ehe, akaondoka mzee, nikabaki sasa na bibi mkubwa ila hmm. bibi mkubwa kila, kila kikaa huwa ananiambia mimi sina furaha hmm. kama nikikuona wewe na nyendo zako hizi mm. Sina furaha kabisa. Hapo bado za sababu, jambo liendelea kwa nyendo zile hey. Bado unazo, sina furaha. Nikamwambia mama, naomba uniamini mm. Uwe ni mama angu kipenzi na nakupenda, kwa hiyo naomba uniamini but nzuri yule binti nikawa nipona eh karibu karibu, karibu, mm. Sasa kanambia, wewe kwa nini unataki kubukua hivi, wazazi wako wanataka hivyo ka hivi. Mimi naitwa Zawadi, ni zawadi kwako mm wanaume wangapi wamekuja wa, mm. Mimi nimewakata, lakini nimekubaliwa kwa sababu ya nini? Hebu tua hivi kwanza, kama inshallah Mungu akatujalia tukapata toto ya ujana na ujana. Sasa sikia, nikienda nikimwangalia yule mtoto wangu na mimi mwenyewe na nikiangalia nilikotokea na watu walionizunguka na sahani wanazonipaka, wewe sio hivi. Ni nini shetani gani anayokushika? Nashukuru Mwenyezi Mungu, ni mjuku wangu Mwenyezi Mungu em ni mjukuu mjukuu wangu mimi ni wa kiume mm. yule ameoa mm. yule mm. mkewe alikuwa mke rafiki yangu sana mkewe, tukakaa siku ile, nikamwambia babu, bibi eh. mm. mimi leo naacha dini yote nastaki mambo yote mm. mm. Kama uamini, sikuwa na kamaamini saramislew Adhuri nimeingia, nipe ile kanzula babu, nipo nyumbani kwa mjukuu wangu, nimekaa, tunapiga story tu, kanambia kweli, chukua hii hapo. Akafungua kabati la mjukuu wangu anaitwa Juma Mwegero mm. akafungua ile kabati nikachukua chukua kanzu yake, nakumbuka ilikuwa ya blue mm. akanambia chukua hii, nikachukua, nikaenda msikitini, nikaswali, nikarudi. Nilichukua muda mrefu sana mm. msikitini. Sasa kwa sababu okay, najua nalolifanya, nikamwomba mm. e, Mungu sana nisamee basi sikuambia mm, watu kama mimi, jamani, kwa hali fulani mm, watu wale rafiki zangu wa karibu wakinifuata kwamba jamani, naudhuru kidogo mm, yeye nendeni, mimi utakuja. Mm, eh, kila akinifuata mimi, bwana akaniambia bwana, siku hizi kama unabadilika hata kwenye sura yako kidogo, kama una mabadiliko. Nikamwambia vipi? Akaniambia tunakuona tu kama ni mtu mmoja hivi, sio kama mwenzetu. Nikamwambia mm, naona jibu hilo Mm, jibu mmelipata, hey, jibu limejionyesha. Mm, hebu jaribu ninanyie kwa kaka tafakari. Mm. Tulikotoka na tunapokwenda. Tulikuwa tunatoa watoto mimi na mtoto huyo hapa huyo. Mm. Anafikisha mwaka wa tatu. Mimi ndio baba. Mm. Huyu baadaye atakuwa hata sababu yangu mimi nilimkuta katika matukio moja, mbili, tatu. Mm. Hivi vitu kidogo akilini mwangu vitakuwa vikai sawa. Na sijapotea kufikia hatua hiyo kama nilitaka kupotoshwa tu kidogo. Mm. Kwa hiyo mimi sasa hivi na mambo yenu hayo, hebu tukae mbali. Mm. Mimi nitaendeleza maisha yangu. Kama mnataka ujamaa rafiki na mimi, basi tuendelee kama urafiki na mimi amehitaji basi watu nika hmm. Kuamini, nikaona niondoke Vingunguti hmm. eneo ambao wakati ulikuwa unaishi wapi? Sasa nikahamia Buguruni kwa Mnyamani hmm. nikakutana na marafiki kidogo wenye imani hmm. Nikaona hapa ndio penyewe senyewe kabisa hmm. nitaishi vizuri. Basi nikawa rafiki yangu mmoja hivi napenda kukaa naye sana kuongea, tuko yupo mpaka leo anaitwa mm, Spoli. mara nyingi mm. sana huwa nakaga naye naongeaga naye ye yeah, nikimwona nyendo zake na mimi nikaona huyu huyu mm, ananifaa ananifaa, basi ndipo hapo maisha yangu yalipoanza kubadilika eh, eh maana nilikuwa kama miaka mitatu hivi nilipotea mm, nikarudi sasa katika formula yangu ya imani yangu mm, nikasimama kwenye imani, mtoto wangu akawa mkubwa, bahati mbaya na ile binti mauti kwa mkuta yule Zawadi, mama Zawadi, e, make tulijaliwa kupata mtoto, Nasla mm. Na, mm. amefanikiwa kufunga ndoa. Kusema kweli hao ndo shahidi ndo ujana mm. e, okay. na, na, na, mm. na mzee ndo alikuwa asimamia lile li jambo jambo, mzee ameondoka lakini Allah kama. Sasa amebaki bibi mkubwa bibi mkubwa, naye sasa taimu nyingine akawa anatuangalia sisi tuna msaada gani mm. kwake Sawa, mm. harakati zikawa zikaanzia hapo sasa, ndo nika imani kabisa ikatoka nika ika katika lile eneo mm. la Buguruni kabisa. Sasa mm. nikaelekea maeneo ya Kitunda mm. ule Kitunda ambayo ambayo ilikuwa mwaka gani sasa, kama tisini na tisa kama sikosi, mm. tisini mm. mm. e, na nane au tisini na tisa ndo ukaelekea Kitunda, tisini na nane nakumbuka, nikaelekea Kitunda Kitunda Kitunda, pale sasa ndo nikaanza maisha haya niliokuwa naye mpaka leo pale. mm. Um, ukapata, ukaoa, ukatengeneza mji mm. na familia ya watoto saba, wajukuu watatu wa mtoto alio wa, wa kwanza wa Nasla uh, wa uh, uh, wapo Unguja mashaallah na, na mtoto anaitwa Ismaili uh, na mtoto Amina uh, umilati uh, na mapacha ya pea mbili na doto nakula na isfati na hao ndo wapo shuleni Ismail amemaliza naye okay. Namwendeleza kwenye imani maake toka amezaliwa hajawahi kuniona babake. Ukakukengeusha kidogo nataka kupotea kidogo, lakini mimi namshukuru ananipenda. Akanambia, huko unapokwenda sipo, rudi huko kwenye njia zako Saa sa, ime ilikuwa kama kheri kwako. Ikawa wapo vijana wanatutazama na wanatusikiliza hapa mazungumzo yetu, na bila shaka wameweza kusikia mazungumzo yako mm. Uh, ulieleza kwamba miaka mitatu ya mikengeuko ilitaka ikutoe kabisa kwenye reli, upotee. Allah akakuongoa ukafanikiwa kurudi katika mstari na ukaendelea mpaka hivi ambapo umefikia. Wapo kijana ambao wamekengeuka wamepotea, ama kwa mambo mbalimbali mbali ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu na wengine wameingia katika uraibu vitu ambavyo kuviacha ni kazi. Wanatamani kuviacha, wanatamani wamrudie Mwenyezi Mungu, lakini kwa namna moja au nyingine wanajiona, labda bwana, kwa hivi mimi nilivyo haiwezekani. Ah, kwa hivi mimi nilivyo kweli, wamekata tamaa na rehema za mola wao. Wewe una kipi cha kueleza, ukizingatia wewe ulipita katika eh, hatua kama hizo ambazo wao wanazipitia hivi sasa, lakini ukafanikiwa kwa rehma za Allah na kwa jitihada zako wakafanikiwa kutoka. Una kipi cha kueleza vijana ambao wanatufuatilia na wapo katika hali hizo? Kwanza nashukuru Mungu, mm. Mimi nipo pale Kitunda shule, mm. Nina mchanganyiko wa vijana, mm. na watu wazima alimashore na, mm. na kundi la vijana wengi, naam wa Kitunda huwa hmm. wanajaribu sana kunisikiliza hmm. na hapo mwona kijana anakwenda kinyume hivi, kama alinyooka hmm. cha kwanza ni kumuita pembeni, sio mbele za watu, huwa hmm. anamuita pembeni, Njoo kijana wangu, vipi? Mimi naongezi na bwana muda fulani, bwana, mimi na mambo yangu, nakuomba, hujui mimi na shida gani, pengine leo sija kula, naomba unisaidie, hebu njoo tukae tuongee. huwa naam, nakaa naye pembeni bwana mdogo wangu, mjukuu wangu, sio na babu yako. mm. Sasa sema ni tababu, lakini nilikotoka mbali, hebu kuna mwendo moja, mbili, tatu. Hebu hebu angalia kwa makini kama unapotea ndugu yangu. Kama hivyo unavyojiona leo, umeamka hapo, ushalewa, ushakuwa ovyo, hebu samani yako inapotea. Wewe ni mtu alafu una heshima kubwa kule kwenye familia yako. baba yako mm. nimekutana naye jana. Nimeongea naye, nimemwelewesha akakuelewa. Kwa nini unakuwa hivi? Kwa hiyo unajaribu kwanza kumjenga. Kumjenga kabla bado hujamwelewesha, baadaye anamwambia hebu achana na haya mambo. Na haya uambiwi na mtu ni wewe mwenyewe kwenye, kwenye nafsi yako. Wewe mm. ulikuwa hivi, ulikuwa hivi, ulikuwa hivi. Hivi kesho ukiondoka utakuwaje? Hebu rudi kwa Mwenyezi Mungu wako. Mm. Kwa hiyo unajaribu ku nimeshafanikiwa kusema kweli. Mm. Kuna baadhi ya vijana pale kwangu mtu hata akitaka kufanya jambo fulani, sisi tupo tayari kujitolea kwa hmm. Uh, Babu Paru, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani hmm. na mara nyingi mwezi wa Ramadhani unatumika sana na watu wengi kama chachu ya mabadiliko, yaani kwa maana mtu anafanikiwa kuziishi siku ishirini na tisa au thelathini za mwezi mtukufu wa Ramadhani mm, anaziishi katika namna ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, katika namna ya kujibidisha katika ibada. Wengi ukiwauliza safari zao, safari za hatua zao za mabadiliko zilitokana na Ramadhani. Mtu anakuambia nilidiriki Ramadhani nikaishi maisha yenye kumpendeza Mwenyezi Mungu nikajitahidi kufanya yale ambayo Allah anayapenda na kuachana aliyoyakataza baada ya ya Ramadhani nikajiuliza, kama niliweza kwenye Ramadhani, kwa nini nishindwe katika siku nyingine? Ikawa ni sababu, nikaendelea hapo mpaka leo hii. Lakini wengine kwao inakuwa mtihani, wanajilazimisha, wanajitahidi, wanaishi vizuri katika siku ishirini na tisa, thalathini za mwezi wa Ramadhani. Baada ya mwezi kuisha, wanarudi kule kule walipokuwa wanashindwa kuitumia Ramadhani kama chuo, wanashindwa kuitumia Ramadhani kama darasa na chachu ya mabadiliko yao kufikia hatua ya uchamungu, ambalo ndilo lengo la Ramadhani. Kundi hili ni kubwa pia, na hususan vijana wapo wengi katika kundi hili. Hatusemi makundi mengine hawapo, kwamba watu wazima hawapo. Wapo watu wazima ambao bado wameendelea na maisha yao ya hovyo ilhali wako katika umri wa utu uzima. Zungumza na watu hawa wanatufuatilia wanatutazama, nikupe fursa hii kuweza kutoa nasaha zako kwao, kuwaeleza nafasi ya kuitumia Ramadhani kama chachu ya mabadiliko. Karibu sana. Nashukuru. Mimi najaribu kuongea nao, Ramadhani ni chuo, ni hmm, shule ya kusoma. kama unaweza kuvumilia siku ishirini na tisa hmm na umepata ma mawaidha kila siku ukienda msikitini mm. unatakiwa uongee na nafsi yako kwanza. Wewe kijana unaonisikia, wewe ni mtu mzima unanisikia, maana kuna watu wazima ovyo nao mm. mm. Umenielewa bwana mm. mm. unaonisikia? Jaribu kusema na nafsi yako, mimi ni nani mm. nakwenda wapi, nimetoka wapi now. naijua jana yangu, siijui kesho yangu kabisa. kwa hiyo jitahidi kwenye nafsi yako kusema na nafsi yako ili swala likisha Ramadhani, kisha Ramadhani, ili swala uachane naye, jaribu kujiombea dua mwenye nafsi mm. sababu dua zipo nyingi za usiku zile, jaribu kwa kuamka usiku, jiombe jiombe jiombe mm. ili mradi Mwenyezi Mungu akushindikizie pale, napo kujisema vijana, kusema akuongezee nyama mm. pale kulipokuwa na mapungufu, ili mradi tu mwezi wa Ramadhani ukisha, uendelee kuwa maisha kama haya ulioishi ndani ya mwezi wa Ramadhani hizo tukua... Mm. na saa zangu tu kwa vijana na kwa wazima wenzao sawa sawa. Tuki kurudisha nyuma kidogo mm. uh, wewe umekiri kwamba eneo ambalo ulikengeuka likuwa ni eneo la umri wa ujana, lakini mm. hapa katika mazungumzo umeeleza wazi kwamba wapo watu wazima ambao ni watu wazima wa hovyo, watu wazima wa umri wako, na wapo wengine wanaozidi kabisa umri wako, lakini tuseme hawana habari Mm. E wala hawana taarifa yoyote wala jitihada zozote za wao kujisukuma, kwa umri wao kujitathmini, kwa umri wao kuona kwamba kuna haja ya sisi kuchukua hatua angalau ya kuweza kumrudia Allah. Tumeishi miaka na miaka tukiwa watu ambao hawatujitambui bado, tumeishi miaka na miaka tukiwa watu wenye kumkosea Mola wetu, tumeumbwa kwa lengo la kumwabudu hawa una lipi la kuwaeleza? Kwa sababu wewe umepita katika hatua za mikengeuko, lakini kwa bahati nzuri ikuwa katika umri mdogo. Sasa hivi wameshakuwa tumzima, watu wazima kama wewe. Wapo wamekengeuka wengine toka vijana huko na wamedumu katika hali hizo za mikengeuko mpaka umri ambao wameshakuwa watu wazima, na saha zao na saha zako kwako, kwao ni zipi? Mimi na saha zangu, kwanza wangejitafakari wao wenyewe katika vichwa vyao umeishi duniani hapa miaka sabini, miaka hamsini, hujui kesho yako. Uj, unajua jana yako kwa mm -hmm. nini usijirekebishe wewe? Kama wewe wewe ni baba mm -hmm. wewe ni babu, leo unatakiwa uwe ndio kioo mm -hmm. kwenye jamii, kwa sababu leo wewe kuna watoto wako kuna wajukuu zako wanakuletea mashtaka mm -hmm. tuchukulie mfano tu wewe watoto wanakuletea mashtaka umeelewa? utaamua nini wewe, kwa sababu ni jambo ambalo nawe mwenyewe unadumu nalo. Ehe, leo atakwambia baba, usijua anafanya matukio moja mbili tatu, wewe uwezi. Kwa hiyo unachokuomba kwanza, wewe mtu mzima, hebu ungia na nafsi yako. Ujana kama ushautumia mpaka ushafika utu uzima kwa mm. nini usibadilike? Mimi mm. nilikuwa naomba wazee wenzangu walionipita umri, niliwapita umri, lakini ushajiona eji imekwenda, hebu badilika wewe, ni kio kwenye jamii nikio kwenye jamii. Mimi namshukuru Allah mm, leo ukimuuliza mwanangu, ukimwambia baba yako mlevi mtagombana, babako, mm, babako si alifanya kitu fulani mtagombana, mm, ana miaka 30 si 20 hajawahi kuona hata siku moja, hata siku moja. Leo umwambie tukio kama ile atakushangaa, umeelewa? Mm, kwa hiyo naomba wazee wenzangu, vijana wenzao, walionipita umri, wasionipita umri, hebu mbadilike. Kubadilika nafsi na yako mwenyewe mm, hakuna mtu atakushikia bakora ni wewe, wewe mwenyewe ukishafika umri fulani, unasema sasa hapa umri nilofikia, basi sawa sawa. Babu Paru uh, muda wetu unatutupa mkono, akiwa na muda mchache sana, ili kuweza kumaliza mazungumzo yetu, ikiwa ni mwishoni mwishoni kabisa, kwa kumalizia hiki ambacho tunakizungumza, mara nyingi malezi yamekuwa na mchango mkubwa sana kwenye namna mtu atakavyokuwa kuanzia hatua zake za makuzi mpaka maisha yake yote hapa ulimwenguni. Uh, namna mtu atakavyolelewa ndivyo namna atakavyokuwa. Hata ikitokea amekengeuka akayumba, lakini bado atakuwa na fikra ya kwamba hii njia ninayopita si sahihi, sio njia yangu, sikulelewa hivi. Ulitolea mfano wazazi wako walikuwa wanakuambia nini usichokijua wewe, kwa, kwa nini unakuwa katika hali hizi uh, lakini kwa bahati mbaya malezi limekuwa ni eneo ambalo limekuwa na changamoto kubwa sana hususan katika zama zetu. Wazazi wengi hawatimizi wa majukumu yao ya kimalezi. Wazazi wengi wanafuga yani, kwa maana wanahudumia tu watoto, kwamba hakikishe mtoto amekula, ameenda shule, kama ni madrasa ameenda. Yeye hawajibiki na chochote katika kuvifuatilia hivi. Uh, hili ni eneo ambalo madhara yake yametupeleka tukawa na kizazi ambacho kwa ukweli kina kiko katika hatari kubwa sana ya kuwa na maadili mabovu. Ah uh, tukiwa tunamalizia mazungumzo yetu, nikupa fursa uzungumze na wazazi wenzio kuhusiana na swala zima la umuhimu wa malezi mema kwa vijana wao. Mimi bwana kwanza nashukuru kitu kimoja hicho kipande ulichokigusa. Naam. Wakati sifa zenu zipo Ilala kule. Mhm mhm. Mm. Nilikuja, mm. Alafu nilipata bahati nilifuatwa na watu wengi sana. Mhm. Mimi katika kitendo cha kulea watoto huishi mm. na watoto mimi naishi na watoto ndio mm. maana naitwa babu mm. Tupo mba, tumeachana na mbali sana na wazee wetu mm. tumeachana mbali sana sana na wazee wetu. Sisi tuna wafuga watoto watuwalei watoto, na kuna vitu sisi vina vishatuacha mbali, na tutaendelea kupotea kama hatujabadilika mm. Shekhe, jambo la kusikitisha ni muda mfupi mm ni mda mfupi u, lakini ningekupa picha kamili. Kipindi niliitwa kule Ilala tukaongea, alafu baadaye wakaja wazazi kutoka Mbagala wawili mm, kutoka Ilala mmoja mm, wakanitafuta wakanipata wakanambia, we ndo fulani ndo mm, mimi bana, kuna siku ulikaa sehemu fulani ukaongea jambo fulani, mm, ukaelezea jambo fulani, si mimi mzee, nakuomba uongee na vijana wangu hawa, mm. ni hawa ni hawa nimewaleta mm. Nikajaribu kuongea nao nikawatengeneza kuwa marafiki Tatizo lipo kwa wazazi, sio kwa watoto. Malezi yetu yameshapotea. mm. Shekhe, mimi nilikuwa nachapwa na chapu, ana, mzee taka kama bwana kukutana njiani mm. sijaenda madrasa mm. najua zamani tunatengeneza mpira wa makaratasi mm. Sasa ule muda kwenda madrasa, sasa ndio tunaenda kupiga ndiki mm. Lakini mzee anakuja, anasema, anatimua ile magoli, anatupiga bakola tu, ai, nini madrasa. Madrasa madrasa kule napo kuna vitu tunafundishwa mm. vya maadili, maadili. Kwa hiyo sisi maadili ya tumeyaweka pembeni tumeyaweka pembeni, pembeni sasa hivi tunakwenda na mnahitaja hii kizazi eh, chacha elfu mbili eh, teknolojia leo mtoto JC hiki eh. Eh, eh, ndio kimeshatupotesha na eh, eh, kinachotupotoza sasa zaidi, tutazidi kupotea. Shekhe ni muda mfupi, lakini ningekupa visa vilivyokuwa vipo kabisa uh, wazi, wazi, wazi. Mimi nipo pale Kitunda, naishi na watoto wadogo, nakabiziwa watoto. Bwana, huyu mjukuu wako akitoka shule mwangalie, huyu mjukuu wako akitoka hivi mwangalie. Naangalia mzazi, naona hivi, huyu mtoto leo ni mwanao. kwa sababu muda ni mfupi tuishie hapa. Ipo siku tutapata bahati insha Allah, tutajalia tutatembelea na tutazungumza mengi e, sana kuhusiana na swala la malezi, kwa sababu ni so eneo ambalo lina changamoto lakini San, nikushukuru sana sana sana babu Paru kwa muda wako kushukuru sana kuweza kushiriki nasi kwenye Ncha Kali podcast. Ni mengi tumeyazungumza, bila shaka waliotufuatilia wameweza kufaidika, na tunamuomba Allah ajalie haya walioyasikia waweze kuyafanyia kazi na Allah ajalie sisi ambao tumeyazungumza yaingie katika mizano mizani yetu ya khairat. Lakini kubwa, tukushukuru sana sana sana kwa muda wako. Mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali podcast, ni Babu Paru huyo ambaye tulikuwa naye naye leo katika Ncha Kali podcast. Tumeweza kufanya naye mazungumzo, tumeweza kusikiliza simuliza hatua zake za mabadiliko kutoka alivyokuwa mpaka kuweza kufikia hatua hii ambayo amekuwa ni mtu mwenye kujitambua, mtu ambaye anaweza kuyatekeleza yale Allah aliyoyaamrisha kwa kadiri ya Allah alivyomjalia, na anaweza kuyaacha ambayo yote ameyakataza kwa kadiri ya Allah alivyomjalia. Kubwa ni matumaini yetu umeweza kupata kitu kupitia mazungumzo haya ambayo tumeyazungumza. Niendelee kusisitiza tu ya kuwa kesho, panapo majali wake Allah, ni siku pia muda na wakati kama wa leo, tukutane kwa ajili ya Ncha Kali podcast. Kuna mengi ya kuzungumza, tutazitazama Uh, hatua za mabadiliko za mtu mwingine ambaye tutakuwa naye siku ya kesho.